Haya jamani, wapenzi wa draft, hapa kuna mchezo mkali sana hapa, mchezo wa mitego. Tunaangalia sasa ni nani ambaye atakayeweza kuibuka mshindi kati ya uh, kati ya mzee huyu na na kijana. Mzee ana mitego mingi sana mzee, acha tuone nani atakayeweza kushinda hapa, uh, mzee ana mitego mikali sana mzee tuone atakayeweza kuwa mshindi Bana, hapo bwana unaweza ukaweka komenti yako hapo unaweza ukasema nani atakayekuwa mshindi hapo nani atakuwa mshindi naona na gemu piga ni kupiga gemu sio mbaya Babu kikofia anajitahidi sana, amempa kula kula mbili, naye anapewa, anakula, twende, anaweka hapo anakimbia anampa, anakula, naye anakula, anachukua, twende, anastua pale, anakula babu, naye anakimbia, anachukua, anaingia ndani kingi, anakula, naye anakula, game imesha draw.